Mbali ya haya niliyoyataja, lakini nilikuwa namsikiliza katibu mkuu wa dayosisi hii, ametaja mambo kadhaa ambayo kanisa hili linafanya katika sehemu mbalimbali chini kwetu Tanzania. Sasa ndugu zangu, huu ndio utumishi wa dini, huu na kazi hii mnayoifanya inapeleka ujumbe kwa wale waliojionyesha kama watumishi wa dini lakini kwa kweli ni watumishi wa ushetani au mambo mengine. Kwa hiyo huu ni ujumbe muhimu kwao. Utumishi wa dini ndio huu: kuwajali wenye mahitaji, kufanya mambo mbalimbali mbali, mambo mbalimbali yanayowagusa jamii, kuisaidia jamii na kujenga jamii iliyo bora, yenye maadili na elimu. Huu ndio utumishi wa dini. Hivyo napenda kuwashukuru na kuwapongeza kwa, kwa jitihada za uchangishaji ambazo tayari zimewawezesha kukusanya kiasi fulani cha pesa, si haba, Baba Skofu, kwa sababu umetuambia hapa kabla kuingia kwenye ukumbi tayari kukuwa kuna bilioni 3.5 ziko benki zishakusanya, lakini wakuu wa majimbo hapa wametugaia bilioni 2.7 5.7 Harambee iliyopita hapa waliosimama imeleta kama bilioni moja nilikuwa napiga mahesabu bilioni moja na mamia kidogo. Kwa hiyo hiyo ni bilioni sita na hapo bado karatasi zilizopita kule hazijasomwa na tukisoma zile karatasi tayari zimetusogeza, lakini hizi ni kwa ajili ya kusimamisha jengo tu. Baada ya kusimamisha jengo kuna huduma, kuna mahitaji mengine ili kufanya kituo hiki kiweze kufanya kazi. Kwa hiyo kama alivyosema Baba Askofu, bado kazi ni kubwa na bado michango inahitajika. Sasa kwa upande wetu, serikali tutashirikiana na kanisa katika kukamilisha mradi huu, kwa kuwa nanyi bega kwa bega katika ujenzi na uendeshaji wa kituo hiki. Vilevile vile Baba Askofu, ninapoalikwa kwenye mambo makubwa ya kanisa kuna kiwango nimejiwekea cha kuchangia nacho, ni shilingi milioni moja. Kwa hiyo kama ninavyochangia kwengine nitachangia hapa pia shilingi milioni mia moja. Shilingi milioni mia moja. Nilisema milioni moja, ukumbi wote umezizima. ni shilingi milioni mia moja Baba Askofu. <laughs> Hicho ndio kiwango nilichojipangia, lakini leo kwa maajabu makubwa ni washukuru sana washauri wangu, na nadhani jumla ya washauri sita au saba hivi ndani ofisi yangu, kwamba na wenyewe wamejikusanya, wanakuja na milioni mia moja hii <laughs> ilikuwa ni surprise kwangu, nawashukuru sana lakini Baba Askofu, watoto hawa ulisema wana matumaini makubwa kutoka kwa bibi. Sasa nikivaa kofia ya bibi, nitawachangia wajukuu zangu milioni hamsini kama bibi. Kwa hiyo ukipiga jumla kutoka ofisi ya mama huku kama mia mbili hamsini hivi, si haba. mia mbili hamsini milioni si haba lakini kama nilivyosema ni washukuru wale wote wote ambao tayari wameshachangia changia kini. Kuna msemo unasema kwamba kutoa ni moyo usambe ni utajiri. Kutoa ni moyo na sio utajiri, usiseme huyu tajiri ndio maana anachangia. Hapana, ni moyo tu. Tumesikia hapa michango ya laki moja, michango ya laki tano, michango ya milioni. Ni moyo ulicho nacho, toa, uwe na wewe ni sehemu ya sadaka hii. kwa hiyo niwaombe sana na niwasihi wa Tanzania kupitia taasisi zetu mbalimbali mbali na mtu mmoja mmoja tuchangie makao haya kwa ajili ya watoto wetu wenye changamoto ili wapate pahali pazuri wakae walelewe vizuri wafundishwe vizuri nawe na, we, na we, wenyewe wawe sehemu ya kundi litakalochangia kwenye jamii yetu ya Watanzania. Mwashamba, Baba Askofu, nimepokea maombi yenu na kama nilivyosema hapo awali, serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na wadau wake mbalimbali mbali katika kuboresha mifumo ya kiutendaji na kiutekelezaji ili kuwezesha malezi na upatikanaji wa elimu kwa watoto wenye uhitaji maalum. Itaendelea kufundisha walimu kama alivyosema naibu waziri na waelimishaji wenye taaluma maalum kwa watoto hawa wenye mahitaji maalum lakini pia tutaendelea kuimarisha vitendea kazi na miundombinu mingine ili kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapata elimu na usaidizi unaostahiki. Na ndio maana nilisema tutakuwa nanyi bega kwa bega kuhakikisha kituo hiki cha mfano kinakuwa maalum cha mfano wake. Na ili kuongeza nguvu na msukumo kwenye jambo hili, serikali tunakaribisha pia jumuiya za kimataifa, asasi za kiraia, wataalamu wa kigeni, mashirika na wawekezaji kushirikiana nasi katika kuanzisha mbali ya kituo hiki, lakini vituo vingine maalumu kwa ajili ya kuwasaidia watoto wetu hawa. Kupitia ushirikiano huu, tunaweza kuziba kwa haraka zaidi mapengo yaliyopo katika rasilimali na utaalamu na kuleta matumaini kwa watoto wetu kama ulivyoomba, um, Mungu akipenda na ratiba ikiniruhusu basi tutakapokamilisha kituo hiki nitakuwa nanyi tena kuona, kuona hii kazi tuliyoifanya imezaa matunda gani. Mwashamba, Baskofu, mabibi na mabwana, Nirudie kulipongeza sana kanisa kwa kazi kubwa mnayoendelea kuifanya katika kuleta maendeleo na kudumisha amani na umoja katika taifa letu. ni wasihi mwendelee kushirikiana na serikali katika kujenga mustakabali na ustawi wa watoto wetu na jamii ya kitanzania na kusimamia maadili mema. Kipekee kabisa niishukuru familia ya Lupembe na washukuru sana kwa mchango mkubwa mlioutoa wa kutoa eneo la kujengwa kituo hiki. Hii ni sadaka kubwa, asanteni sana. Shukran za dhati kwa kanisa kwa kuwa mmeahidi kuendelea kuliombea taifa hasa mwaka huu wa uchaguzi. ni waombe, tuendelee kuihubiri na kuiomba amani kwa ajili ya nchi yetu, na kwa haya machache Mheshimiwa, uh, baba askofu, kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ninawapongeza tena kanisa la KKKT kwa jambo hili kubwa mlilolifanya. Asanteni sana, na kama nilivyosema, serikali itawaunga mkono hadi tuone limetimia. Asanteni sana kwa kunisikiliza jamuri.